Karibu tena Pop Recaps na leo tunarudi nyuma kidogo hadi mwaka 2013. Lakini kabla hatujaanza, naomba tufikishe likes 500 katika video hii. Hadithi inaanza na karatasi ikiruka kwa uhuru juu ya jiji lenye shughuli nyingi, ikielea kulingana na upepo unavyoipeleka kwenye jiji hilo. Anaishi msichana mwenye umri wa miaka nane aitwaye Soan, mwerevu na mwenye udadisi mkubwa, licha ya umri wake mdogo. Kila siku anatembea kwenda shule akiwa na rafiki yake bora Young Sok. Asubuhi moja, Soan anamwomba mama yake amfungie ya nywele wakati anajiandaa kwenda shule. Mama yake ana kazi nyingi na majukumu ya nyumbani, hivyo hana muda wa kumsaidia Soan. Baba yake anaona hilo na anaamua kumsuka nywele. Soan anaendelea kujiandaa kuondoka kwenda shule, lakini mvua inaanza kunyesha nje. Mama yake anamwambia kama aende kumpeleka, lakini Soan akijua jinsi mama yake alivyo na kazi nyingi, anasema atakimbia na kufika shuleni kwa dakika tatu. Mama yake anamwelekeza apitie barabara kuu kwa sababu ni salama zaidi. Soan anatoka kuelekea shuleni, lakini marafiki zake tayari wamefika kabla yake. Akiwa njiani kuelekea shuleni, mwanamume mmoja anamwangalia kutoka mbali. Katika tukio lingine, tai aliyekuwa akiruka mwanzoni sasa amelala kwenye barabara aa yenye mvua. Mwanamume huyo anauchukua tai na kumkaribia Soan, anamsifia mwavuli wake akisema ni mzuri sana na kumuuliza kama watagawana mwavuli. Soan anakataa kwa heshima akisema anaenda shule na amechelewa. Anageuka na kuona shule iko karibu, lakini mvua kubwa imefanya eneo la nje kuwa tupu. Muda mfupi baadaye, vurugu zinatokea. Mwavuli wa Soan umevunjika kabisa, begi lake, viatu na vitu vyake vimetapakaa. Eneo lenye utulivu yupo pale pia, akiwa amejeruhiwa na anatetemeka kwa nguvu zake za mwisho anatumia simu yake kupiga simu ya dharura akiomba msaada. Baada ya muda mfupi, ambulance inafika na kumkimbiza hospitalini. Mama yake Soan anapofika hospitalini anavunjika moyo kabisa baada ya kumwona binti yake katika hali hiyo. Mwili wa Soan umejaa majeraha, ishara ya unyama aliyotendewa mwanamume huyo. Hakumpiga tu, bali alitaka kumuua. Kwa miujiza, Soan bado yuko hai. Madaktari wanawajulisha wazazi wake kwamba upasuaji unahitajika ili kuokoa maisha yake. Baada ya upasuaji, wanaeleza ukubwa wa madhara. Ili kuendelea kumweka Soan hai, walilazimika kuondoa sehemu kubwa ya utumbo wake na sehemu ya haja ndogo, kisha wakamwekea njia ya kutolea taka ya bandia. Pia waliweka mfuko maalum wa ostomi ambao sasa utasimamia uchujaji wa taka za mwili wake. Madaktari wanawapa taarifa ya kusikitisha kwamba Soan atalazimika kuishi na hali hiyo kwa maisha yake yote. Uzito wa tukio hilo unawaangukia wazazi wake, wakiwa wanahangaika kukabiliana na huzuni na safari ndefu iliyo mbele yao. Soan anapopata fahamu, baba yake anakimbia kwenda upande wake, anamtazama na kumuuliza kama hakwenda kazini leo. Swali lake linamfanya baba yake ajisikie na hatia, akihisi alishindwa kumlinda. Kwa sauti dhaifu, Soan anamwomba mkamate yule mtu aliyemuumiza, akimwambia kwamba mtu huyo alivaa suruali yenye mifuko mingi. Baba yake anamwambia pumzike, lakini Soan anasista kwamba anahisi usingizi mzito, anaogopa kwamba akilala atayasahau yote yaliyotokea. Ndani ya moyo wake Soan anatoka kwa nguvu zote mtu huyo akamatwe, bila kujali chochote. Ingawa na umri wa miaka nane tu, hekima yake ni kubwa kuliko umri wake. Dakika chache baadaye anazama usingizini, baba yake akipambana na hisia nzito, anajikaza kutulia anapotoka kimya kimya katika chumba chake. Nje ya chumba cha Soan, wazazi wake wanaambiwa kuwa polisi wamemtambua mtu aliyesababisha mateso ya binti yao. Baba yake Soan anakimbia kituo cha polisi, akiwa na hamu ya kuchukua hatua. Hata hivyo, askari anamwambia kuwa hawana ushahidi wa kutosha kumkamata na wanahitaji maelezo ya Soan ili kuendelea. Baba yake anapomwambia mke wake mama yake Soan, anakasirika sana, hataki binti yao apitie tena maumivu ya kukumbuka tukio hilo baya, na mabishano makali yanatokea kati yao. Ni wazi kuwa wote wamesambaratika kihemoko, wakihangaika kukabiliana na kisa hicho kibaya kilichompata mtoto wao. Katikati ya sintofahamu hiyo, afisa wa polisi anamkaribia ya baba yake Soan na kumshauri aende nyumbani akachukue vinyago na vitu vyote vya kuchezea ndio Soan avilete hospitalini. Baba yake anashangazwa na ombi hilo za kuwa mwanasaikolojia wa kige aliyekabidhiwa kumhudumia Soan ndiye aliyependekeza hivyo. Ingawa yuko na maswali, baba yake anaamua kutii, ili tu kumsaidia binti yake. Anaenda nyumbani na kuchukua toy yake pendwa ya kuchezea kokong, akitumaini itamsaidia kwa namna yoyote. Hospitalini mwanasaikolojia anawasili kuanza matibabu ya Soan. Mwanasaikolojia huyo wa kike anaanza kwa kucheza na Soan akijaribu kujenga uaminifu naye. Anampa Soan toi yake anayopenda zaidi, jambo linalomletea tabasamu dogo usoni. Taratibu tabia ya Soan inaanza kurudi kawaida. Mara tu Soan anapojisikia vizuri zaidi, mwanasaikolojia anaanza kumuuliza maswali kwa upole. Kikao chote kinarekodiwa na maafisa wa polisi waliokuwepo. Mwanasaikolojia anamwonyesha Soan picha za watu mbalimbali, moja baada ya nyingine. Soan anapoona picha ya mtu aliyem babishia maumivu anafumba macho mara moja. Mwanasaikolojia anagundua kwamba huyo ndiye mhusika. Ili kuthibitisha, Soan anaonyeshwa pia kundi la picha ndogondogo ndogo na kuulizwa mtambue yule mtu. Kwa ugumu mkubwa na mikono inayotetemeka, Soan polepole anyosha kidole na kumwonyesha mhalifu aliyeharibu maisha yake. Kwa utambuzi huo wa Soan, hatimaye polisi wanapata ushahidi wa kutosha kumkamata mhusika. Kabla ya kuondoka, mwanasaikolojia anazungumza na baba yake Soan, anamweleza kwamba Soan anahitaji muda na msaada ili kupona kimwili na kiakili, na kwamba mafanikio ya matibabu yake hayatapatikana bila ushirikiano wa familia. Anampa kadi yake ya mawasiliano akimhakikishia kuwa anaweza kumpigia simu muda wowote wanapohitaji msaada. Hata hivyo, mama yake Soana anasikia mazungumzo hayo akiwa amejawa na hasira na kukata tamaa. Anachukua ile kadi kwa nguvu na kumrudishia mwanasaikolojia akikataa msaada wowote. Wakati huo huo, polisi wanamkamata mkosaji na habari zinawafikia vyombo vya habari haraka. Waandishi wa habari wanafurika hospitalini kuripoti tukio hilo. Baba yake Soan anaposikia hili, anakimbia hospitalini akiwa na nia ya kumlinda binti yake dhidi ya vurugu za waandishi. Anajua jinsi vyombo vya habari vitakavyopindisha tukio hilo na kugeuza majonzi yao kuwa kisa cha kusisimua, jambo ambalo linaweza kumuumiza Soan zaidi. Wakati wafanyakazi wa hospitali wanajiandaa kumhamisha Soan kwenda chumba kingine, waandishi nao wanafuata baba yake Soan. Anapoona hali inazidi kuwa mbaya anamchukua Soan mabegani na kumbeba hadi kwenye chumba cha juu kilichotulivu. Wakati huo Soan amejawa na hofu na wasiwasi, anamtazama baba yake kwa macho yenye machozi na kumuuliza kama ameifanya kosa lolote. Baba yake anamfariji kwa upole kwamba hajafanya kosa lolote na anajaribu kumtuliza. Wakati akimfariji, ghafla mfuko maalumu aliyounganishiwa Soan ukusanya taka mwilini unapasuka na yaliyomo yanatapakaa kitandani. Baba yake anakimbia kusafisha na kubadilisha mfuko huo anapofungua nguo zake kebishia, Soan anapata mshtuko mkali wa kiakili PTSD. Kumbukumbu chungu za tukio linalomtisha zinamjia ghafla na anakuwa na wasiwasi mkubwa. Baba yake mwanzoni anashindwa kuelewa kinachoendelea, lakini anapoanza kutambua hali halisi anarudi nyuma akitetemeka kwa huzuni. Moyo wake unavunjika vipande vipande, akijua kuwa majeraha aliyosababisha yule mhalifu ni ya kina sana, yasiyomeza kufutika kirahisi. Jioni baba yake anaporudi kumjulia hali, Soan anajifunika haraka kwa shuka. Anapomwona kitendo hicho kinamsimamisha baba yake lakini a kwa upole kuwa mama yake hayuko vizuri kiafya na hata kuja kwa muda. Anaongeza kuwa Soan atapata ndugu mdogo hivi karibuni. Soan anabaki kimya bila kujibu. Baba yake anatambua kuwa tukio la asubuhi limesababisha binti yake kumwogopa hata yeye. Wazo lilo linamuumiza sana, lakini anajitahidi kuficha maumivu yake. Anamwambia Soan kwamba hana haja ya kujificha uso wake. Bila kusubiri jibu, anatoka kimya polepole. Bili za hospitali zinaanza kuongezeka na baba yake wa Soan anajikuta akiteseka kupanga jinsi ya kulipa. Akiwa hana njia, anamu rafiki yake wa karibu anayefanya naye kazi. Rafiki huyu amewahi kumsaidia hapo awali na hajawahi kumwacha. Bila kusita, rafiki huyu anampa faraja na kumwambia asiwe na wasiwasi kuhusu kazi yake, kwani atashughulikia kila kitu mpaka hali iwe sawa. Siku chache baadaye, kesi ya mahakamani dhidi ya mwanaume aliyemdhuru Soani inafanyika. Anapoulizwa, mwanaume huyo anakanusha mashtaka yote. Anadai kuwa anafanya kazi kwenye eneo la ujenzi na usiku wa tukio alikuwa kazini. Anaendelea kusema kwamba alirudi nyumbani asubuhi, akanywa pombe na kulala, akisisitiza kwamba hajui chochote kilichotokea. Hata hivyo, polisi wanawasilisha ushahidi mzito dhidi yake. Wanathibitisha kwamba damu ya Soani ilipatikana kwenye nguo zake. Zaidi ya hayo, sampuli za udongo kutoka eneo la tukio zilifanana na udongo uliopatikana kwenye viatu vyake. Katika kujitetea, anadai kuwa viatu vyake waliibiwa na kisha kurudishwa ghafla nje ya nyumba yake muda mfupi kabla ya kukamatwa, akisema polisi wamemtegea. Miongoni mwa waliokuwapo mahakamani ni rafiki wa baba yake Soan, ambaye anajawa na hasira kutokana na uongo wake. Akiwa ameshindwa kujizuia, anatoa kiatu chake na kumtupia yule mwanaume huko, akipiga kelele, unapaswa kuaibiko kujiita mwanadamu. Jengo la mahakama linageuka vurugu na polisi wanaingilia kutuliza hali. Wakati huo baba yake Soan anapofika hospitalini anamkuta Soan akiburudishwa na watu waliovaa mavazi ya katuni, na Soan anaonekana mwenye furaha sana. Watu hao ni mama yake Soan, rafiki yake na muuguzi wa hospitali. Haya yote yameandaliwa na mwanasaikolojia aliyewahi kuongea na Soan awali. Mama yake alikuwa amempigia simu mtaalamu huyo tena na kuamua kukodi mavazi hayo. Baba yake Soan anapoenda kuuliza gharama ya kukodi wazi moja kwa siku moja, anaambiwa ni dola mia mbili, pesa ambayo hana. Anaomba kama anaweza kulipa kwa awamu. Mmiliki wa mavazi hayo Potangua kuwa hana pesa na akijua hali yake, anaamua kumsaidia. Anampa vazi moja la kokong bure akimwambia walirudishe baada ya kumaliza kulitumia. Baada ya hapo, baba yake anaingia chumbani kwa Swan akiwa amevaa vazi la kokong, na Swan anafurahi kupita kiasi kumwona. Anamkimbilia na kumkumbatia kokong mara moja, uso wake ukijaa furaha na mwanga wa matumaini. Asubuhi inayofuata mwanasaikolojia anarudi na kutumia muda kuzungumza na Soan. Wakati wa mazungumzo, anamwambia kwa upole kwamba likizo ya kiangazi inakaribia kuisha na siku ya kwanza ya shule inakaribia. Anauliza kama Soan anataka kurudi shuleni. Soan anakataa mara moja, anahisi marafiki zake wote lazima wanajua kilichomtokea na wazo la kukutana nao linamletea aibu na hofu kubwa. Mwanasaikolojia anapomuuliza Soan jinsi anavyojisikia hospitalini, Soan anafunguka, anasema anajisikia na hatia kwa sababu wazazi wake hawajaweza kwenda kazini. Anajua bili za hospitali zinaongezeka na wazazi wake wanahangaika kuweza kulipa. Hataki wazazi wake wapate mateso kwa sababu yake. Anakiri kuwa anaukumbuka sana shule lakini anaogopa huenda hatoweza kurudi tena. Siku mbili baadaye, Soan anaruhusiwa kutoka hospitalini. Mama na baba yake wanafika kumchukua, lakini Soan bado anakwepa kumwangalia baba yake usoni. Wakiwa njiani wakirudi nyumbani, baba yake anaweka pazia ya kati yao ili kumfanya ajisikie salama zaidi wanapopita karibu na sehemu aliyopatwa na tukio, hali ya Soan inabadilika ghafla na afya yake inaanza kuzorota tena. Baba yake anagundua haraka, anaongeza mwendo wa gari ili wapite eneo hilo kwa haraka na kulinda hisia za binti yake. Wanapofika nyumbani, Soan anashuka kwenye gari na mara moja anaanza kutapika. Lakini muda mfupi baadaye, Soan na mama yake wanaona jambo linalowapa tabasamu. Kwenye ukuta wa duka lao, kuna karatasi nyingi zilizoandikwa ujumbe mtamu na wa kutia moyo kutoka kwa marafiki zake. Soan anapoyaona maandishi hayo ya upendo na uso wake unamulika kwa furaha na mwanga mpya wa matumaini. Asubuhi iliyofuata, rafiki wa karibu wa Soan, Yang Sok anakuja kumwona baba yake Soan. Akiwa amezidiwa na hatia, analia kwa uchungu akisema kuwa kama angeenda shule na Soan siku hiyo, tukio hili la kutisha lisingetokea. Anaanza kulia bila kujizuia. Baba yake Soan anamfariji kwa upole, akimwambia kuwa si kosa lake na hastahili kubeba lawama hiyo. Marafiki wa Soan wanamtumia kadi nyingi za salamu na kumtia moyo ili awe na ujasiri wa kurudi shuleni. Asubuhi inayofuata, anaenda shuleni na shangazi yake. Hata hivyo, Soan anaanza kujisikia vibaya kwa sababu ya begi lake la ostomi. Ana wasiwasi kuhusu nini atasema endapo marafiki watamuuliza, kwani hana jibu zaidi ya hapo. Anagundua marafiki wakimtazama kwa namna ya ajabu, jambo linalomfanya ajisikie vibaya zaidi. Wakati anaanza kuhisi kuzidiwa, baba yake anaonekana akiwa amevaa vazi la kokomong. Uwepo wake unampa nguvu na ujasiri anaouhitaji. Kadiri siku zinavyopita, baba yake Soana anaendelea kumfuata shuleni, daima akiwa amevaa vazi la kokomong ili asijisikie mpweke. Pia anazungumza na mkuu wa shule, akiomba Soana akae mbali kidogo na walimu wa kiume ili awe na utulivu. ili kupunguza wasiwasi wa Soan baba yake anamnunulia mkoba wa kiunoni na kuujaza perembende, hivyo marafiki wakimuuliza kuhusu mkoba anaweza kujibu kwa ujasiri kuwa umejaa vitamu. Baba yake anafanya kila awezalo kuhakikisha Soan hajisikia aibu au kutengwa. Siku inayofuata Soan anapokuwa akielekia shuleni marafiki wake wanamuuliza kuna nini kwenye mkoba wake. Kwa kujiamini anasema kuna perembende. Anatoa baadhi na kuwapa marafiki zake kabla ya kuendelea na safari pamoja na Yang Sok. Wakati wa safari baba yake akiwa bado kwenye vazi la anamfurahisha na kumhatikishia, kuwa rafiki yake yupo pamoja naye. Hata hivyo, Soan hivi karibuni anagundua kuwa ndani ya vazi yupo baba yake. Anajaribu mara kadhaa kuzungumza na Cocomong lakini vazi halimjibu. Akitaka kujua ukweli, Soan so, anampeleka Cocomong kwenye duka la mama yake na kumuuliza kama kweli ndani ya vazi yupo baba yake. Mama yake anamvua kofia ya vazi hilo na kufichua baba yake ambaye anatokwa jasho jingi kutokana na joto ndani ya vazi. Soan so, akinona hali ya baba yake, anamsogelea kwa upole na kumfuta jasho usoni. Wakati huo umbali wa kihisi uliokuwepo kati yao unaanza kufutika na wanakaribiana tena kwa upendo. Katika tukio linalofuata, afisa wa polisi anampigia simu baba yake Soan na kumuita kwa mazungumzo. Anamjulisha kuwa kesi dhidi ya mbakaji inazidi kudhoofika. Afisa anaeleza kuwa mtuhumiwa anadai kuwa ana matatizo ya kiakili au kiafya, amefungua ombi mahakamani akitumia madai hayo. Hii ina maana kuwa sasa Soan atalazimika kutoa ushahidi mahakamani. Babake Soan anajua kuwa hilo si jambo sahihi kwa binti yake. Bila kuwa na njia nyingine, anaenda gerezani kukutana na mbakaji. Mtu huyo anamwambia babake Soan kuwa yeye hana hatia akidai kuwa ni mnyama tu ndiye angefanya kitendo kama hicho, lakini mara moja baada ya kusema hivyo, anatoa pendekezo la makubaliano. Anasema kuwa ingawa hana pesa kwa sasa atalipa kiasi chochote atakachotaka baba wa Soan akitoka gerezani. Babake Soan anatambua kupitia maneno yake kuwa anakumbuka kila kitu na amekuwa akidanganya kuhusu kupoteza kumbukumbu. Mhalifu kisha anaanza kumtishia, akisema kuwa atatoka gerezani hivi karibuni na anaweza kurudia kitendo chake. Babake Soan anajawa na hasira kali na kwa ghadhabu anaamua kuvunja kio cha gereza kwa kiti. Katika tukio linalofuata tunaonyeshwa mahakamani ambapo mbakaji anawasilishwa tena. Safari hii Soan pia amealikwa kutoa ushahidi. Anamtambua mbakaji na mahakama inamtangaza kuwa na hatia. Hata hivyo, licha ya uhalifu mbaya, anatolewa adhabu ya miaka kumi na mbili tu gerezani. Uamuzi huu unamkasirisha kila mmoja aliyepo mahakamani, na baba yake Soan, kwa hasira kali, anajaribu kumshambulia mbakaji, lakini anapoanza kumkaribia, Soan anamsogelea na kumshika mkono, akimsihi warudi nyumbani. Baba yake akiwa amezidiwa na hisia, anasimama na kumkumba binti yake kwa nguvu. Baada ya miezi michache tunaona mama yake Soan amejifungua mtoto mwingine na sasa Soan ana mdogo wake wa kiume. Anafurahi sana kumwona na mambo yanaonekana kurejea kawaida. Hata hivyo, chini ya uso wa furaha hiyo, ukweli ni tofauti. Soan mara nyingi hutoka shule kabla ya masomo kumalizika kwa sababu bado hajaweza kusahau tukio lile la kutisha. Pamoja na hayo, kufika kwa mdogo wake kumempa matumaini mapya na sababu ya kuendelea kuishi. Hadithi hii inaonyesha maumivu makubwa ambayo baadhi ya watu hupitia. Maumivu yanayoweza kubaki moyoni kwa maisha yote. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu ulikuwa nami Pop Recaps, na nawakumbusha tu kulike video zetu hadi wakati mwingine. Bye bye.